Pendo mtazamaji wa PDK Generation, niko mbali sana, niko mbali sana huku kwa ajili ya kukuletea makala ambayo inahusu mmea mmoja ambao wengi matunda yake tuna tunayafahamu lakini hatufahamu kwamba majani ya mmea huu yanaweza kutumika katika kutibu maumivu ya aina mbalimbali, ikiwemo yale maumivu yanayotokana na period period kwa maana ya wanawake au kinadada wanavopata e, siku zao zile kila mwezi. Kuna baadhi wanapata maumivu, wanapata cramps zile, kwao wanahitaji watumie dawa, na wengi wanatumia dawa ambazo ni conventional, dawa kama ibuprofen e, dawa kama diclofenac, dawa kama diclopa vilevile vile, e, zile non steroid anti inflammatory drugs, pamoja na wakati mwingine anatumia antispasmodic drugs. Kwa ajili ya kutibu hilo tatizo. Sasa kuna kitu leo kimenistua kidogo <laughs> kilinistua ikabidi ni nije huku kutafuta huo mmea e, ili niweze ku, kueleza umma kwamba kuna haja ya kuangalia uwezekano wa kutengeneza dawa kutoka kwenye majani ya mmea huo ambao tunda lake tunalifahamu, tuna, tuna wengi kaya, almost wote, na nitakavyokwenda kukuonesha tu, utashangaa. Ah, kumbe kitu ina ni mali namna hiyo. Sasa kitu ambacho kimenistua kikanifanya ni niweke userious kidogo kwenye makala hii ya leo ni baada ya kupitia pitia tafiti nikaona kuna moja ya tafiti ambayo yenyewe inakuwa na uzito kidogo yani, e, matokeo yanayotokana na huo utafiti yanakuwa na uzito zaidi kidogo uh, ukilinganisha na tafiti zingine zingine za kawaida kwa sababu huu utafiti ulikuwa ni wa aina ya Randomized Clinical Trial. Ni yani randomized clinical trial ambayo wanawake walichukua wakapewa hiyo extract ama e, dawa inayotokana na majani ya mmea huo, wengine wakapewa ibuprofen miligram mia nne mara kwa maana miligram mia nne kila baada ya masaa nane kwa muda wa siku tano mfululizo, wengine wakapewa placebo na mambo kama hayo, kwao wakawa wanafuatiliwa ni E, tunasema ni experimental study. Yani ni, ni aina ya utafiti ambao ni mzito kwelikweli, na utafiti huo ulikuja ukagundua kwamba extract ama kemikali uh, fulani fulani ambazo ni za asili zinazotoka kwenye majani ya mmea huo zinaweza zikawa alternative, zinaweza zikawa ni mbadala wa dawa kama ibuprofen, ambayo wakina dada wengi wanapopata hayo maumivu wamekuwa wakitumia ile pale na baadhi wameshafika stage ambayo kwa sababu anatumia mara kwa mara mara kwa mara unakuta ameshafika ile tolerance eh, kwamba amesha kuwa kama sugu hivi akitumia eh, kwa ukubwa ule ule anaweza bado isimsaidie. Kwa hiyo imeonekana majani haya ya mmea huu yanaweza kuwa ni mbadala wa dawa kama hiyo, Ibuprofen, pamoja na nyingine ambazo ni non steroid anti inflammatory drugs. Sasa huo mmea takwenda kukuonesha uko kwa nyuma hapo. Hakikisha tu una subscribe, una like, unatuandikia comment yako pia, wakati tunavyoenda ku, kuangalia mmea huu ambao, eh, unaweza kutumika sio kwa kazi hiyo tu, actually una faida nyingine, na sio majani yake tu, hata tunda ile, mambo mengi sana ambayo eh, sita yazungumza kwa leo. Kwa leo nataka tubaki tu, tu, tu, tu, tu, hapa, kwenye tubaki hapa kwenye majani yake, yes. Mmea huo ndo tumeshafika, ndo huu hapa. Na bahati nzuri huu na matunda. Aha, huu na matunda. Kama umeshaanza kuangalia vizuri uta, utagundua ni mmea gani huu hapa. Naweza ukaangalia kwa uhe, uone vizuri. Aha, huu hapa mmea wenyewe, huu hapa na matunda yake yapo haya hapa. Yes, tunda yake mengine yameliwa na ndege, sijui ni wadudu gani hawa. Na mimi nakula vile vile. Kwa ndani kuna meupe na mekundu. Haya mekundu yako hivi kwa ndani, ambayo ikisha kuwa hivi manake, manake ili limekomaa. Kwa hiyo kwa wale ambao unafahamu au kwa wewe ambaye hufahamu huu mmea, labda kwa faida ya wasiofahamu sasa. Tunasema huu mmea unaitwa ni mpera. Huu ni mpera au guava kwa lugha ya Kiingereza. Sasa sisi tumezoea sana kula haya mapera yake hmm. Mapera haya tumezoea sana kuyala, lakini haya majani yake yakikaushwa, kuna namna ya kuyakausha alafu tunapata extract, tunapata tuna vuna kemikali fulani ambayo ni ya asidi, ambayo iko ndani ya haya majani, ambayo hiyo imeonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kutibu tatizo la maumivu yanayotokana na period, ambazo hizi ni zile, nasema ni ile wanawake wakati wanavyoziona siku zao kila mwezi wana inakuwa inaambatana na maumivu eh, eh, pamoja na kutoka ile damu wanakuwa wanaambatana pia na maumivu fulani fulani, eh, tumboni. Kwa hiyo maumivu yale imeonekana kabisa yanaweza kutibiwa na extract inayotoka kwenye hili jani. Na yamekuwa pia yakitumika, sema tu watu hawasemi, lakini kwa wale ambao wanaishi maeneo ya vijijini, ambao wanakaa na kinamama ambao wanaishi maeneo ya vijijini E, lazima utakuwa umeshaona wakitumia haya kwa sababu mimi mwenyewe nimeishi maeneo haya e. Na zamani kuna vitu nilikuwa naona hawa kina mama muda fulani, naona na sema wanafanya kwa siri sana, kwa unaweza usijue. Sio mmea huu, tuna mimea mingine, unaweza kaona kama namna gani huu ni vipi, lakini kumbe anakuwa anajua anachokifanya, anakuwa ameambiwa na wale wazazi wao au bibi zao, ambao wanajua namna ya kutumia miti shamba katika kutibu changamoto kama hizo. kwa hiyo sisi sasa inabidi tuangalie kama Watanzania na kama wa Afrika. Kwa sababu vitu hivi vipo kwa Afrika, mapera yako mengi sana. Kwa hiyo labda satuweze kuangalia habari ya gharama labda za kuchuja mpaka kupata hiyo dawa, kama inaweza ka ikashindana na hizi dawa zingine ambazo ziko sokoni, na hata kama haiwezi lakini e, tunaweza tukaangalia namna ya kuv namna ya kucheza na mambo ya economics hapo ili kuweza kufanya wakulima, <coughs> Sorry. wakulima sasa wale ambao wanalima mapera haya au wenye maeneo ambayo mapera haya yameota, kwa sababu mengine kama hili nilimejiotea tu hapa, sio kwamba kuna mtu analima. Ni kila miaka hapo tu, yako miaka yote tokea nazaliwa na yakuta mpaka saizi hapo. Na hili litakuwa kubwa, litakauka, litaota lingine hapo chini, itaendelea tu. Kwa hiyo wawezi kupata faida fulani kutokana na mimea hii. Yani tu, tu boost uchumi wetu sisi wenyewe ndani kwa ndani, halafu wakati huo tunakuwa tunawasaidia wale ambao wanapata changamoto kama hiyo ambayo nimeitaja. Mtazamaji wa PDK Generation, paka hapo nimefika mwisho, naomba nisiendelee sana kwa sababu nikiendelea hapa sitamaliza ume <laughs> una vitu vingi, yani una mambo mengi, sio majani tu haya, matunda yake yana faida yote ya, ya, ya, mekundu meupe japo kuna mahali fulani yanatofautiana kwamba ile inaweza kaa na kitu fulani zaidi ambacho kinasaidia e, tatizo fulani e, lingine likawa na kitu kingine ambacho kinasaidia tatizo lingine. Kuna maganda yake pia magamba hayo, kuna mizizi pia. Kwa hiyo kwa leo sitaizungumza, leo tubaki na haya majani. haya. Na kuna watu anaweza kachukua akachemsha akaanza kutumia tu kama napata hiyo shida, lakini ni njia ambazo zinahitaji kufanywa kwa utafiti kwanza, kwa sababu hii mimea pia ukitumia tu bila kuzingatia e, utafiti au kuzingatia labda waliokuwa wanatumia miaka mingi nyuma walikuwa wanatumiaje unaweza ukajikuta unajidhuru e. Kwa hiyo kuna namna ya ku kwenda nayo kidogo kidogo, utaki kuvamia sana, utajikuta uta, uta, unaua figo zako na e, changamoto nyingine nyingine za kiafya. Mpaka hapo tumefika mwisho e, naendelea kuchuma mapera mengine, nitaenda kula nyumbani. Makubwa mm? Ni makubwa kweli kweli, ni ya kienyeji, lakini makubwa. Basi tukutane katika makala nyingine. Mimi ni msimulizi wako wa makala hizi za kiafya hapa ndani ya channel ya PDK Generation. Nite PDK inatosha. Babai kwa sasa.